Tarehe 6 Oktoba mwaka 2025, taarifa nzito zilienea kote nchini Tanzania na kuvuma mitandaoni zikidai kuwa aliyewahi kuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba na mwanasiasa maarufu Humphrey Helson Polepole ametekwa na watu wasiojulikana. Taarifa hizi zilipokelewa kwa mshtuko mkubwa kutokana na nafasi alizowahi kushika serikalini, ushawishi wake katika masuala ya siasa, na kauli zake za karibuni zilizolenga kueleza masuala nyeti ya kiutawala uchumi na usalama wa taifa. Na katika hatua ya haraka wakili Peter Kibatala kwa niaba ya mawakili wa Humphrey Polepole alitoa taarifa kwa umma yenye maudhui yafuatayo. Wakili Peter Kibatala kwa niaba ya mawakili wa Humphrey Polepole, ambaye amehudumia Tanzania katika nyadhifa mbalimbali za utumishi wa umma, amezitaka mamlaka za usalama wa raia na mali zao nchini Tanzania kutumia mbinu na rasilimali zote za umma kuhakikisha na kutoa taarifa kwa umma wa Tanzania na na na dunia kwa ujumla kuhusu hali ya usalama na ya ya usalama maslahi ya kisheria ya Humphrey Polepole. Taarifa iliyosambazwa na wakili Kibatala leo Oktoba 6 ya mwaka 2025 imenukuliwa ikieleza yafuatayo: tutaendelea kutoa taarifa zaidi juu ya swala hili zikiwemo hatua tunazozichukua kwa kushirikiana na watu na taasisi mbalimbali duniani kote. Tamko hili lilikuwa ni la kwanza rasmi kutoka kwa wanasheria wa Polepole tangu taarifa za kutoweka kwake zianze kusambaa. Kauli hiyo ililenga kusisitiza uwajibikaji wa mamlaka za dola katika kulinda usalama wa raia wote bila upendeleo, pamoja na kuonyesha kuwa suala hilo halitaachwa lipotee kimya kimya. Kwa muda mrefu kabla ya tukio hilo, Humphrey Polepole pole alikuwa akitumia majukwaa ya mitandao ya kijamii kutoa maoni yake kuhusu masuala ya kitaifa, akihimiza uwazi, uadilifu na uwajibikaji katika matumizi ya rasilimali za umma. Hata hivyo mitazamo yake ilionekana kugusa sekta nyeti za utawala, jambo lililofanya baadhi ya watu kutafsiri kuwa alikuwa akitishia usalama kwa maneno mazito aliyokuwa akiyazungumza. Lakini kabla hatujajikita kwenye habari hii kwa undani, napenda kuwakumbusha wale wote ambao bado hawajatunga mkono kwa chochote kupitia M-Pesa, namba yetu ya 0749 76 11 78 kwa majina ya Habari Media,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 Kwani hata kidogo ni kikubwa. Humphrey Helson Polepole pole ni mmoja wa vijana wachache waliopanda ngazi katika utumishi wa umma kwa kasi kutokana na uwezo wake mkubwa wa kujenga hoja, kuzungumza kwa uthabiti, na kuelewa matendo na mienendo ya kisiasa na siasa za ndani. Alisoma katika chuo kikuu cha Dar es Salaam kisha kuhitimu masomo ya juu katika Mwalimu Nyerere Memorial Academy ambako alijikita katika falsafa za maendeleo, haki na uongozi. Kwa mujibu wa wakili Kibatala hatua zaidi za kisheria zilikuwa zinaandaliwa ikiwa ni pamoja na kuandika barua rasmi kwa taasisi za kimataifa na haki za binadamu kama vile Amnesty International, Human Rights Watch na Umoja Mataifa UNHRC, ili kuomba ufuatiliaji wa haraka kuhusu tukio hilo. Sasa hebu tuangalie athari za kisiasa na kijamii. Utekaji wa Humphrey Polepole, kama ilivyodaiwa, umeibua athari pana za kijamii na kisiasa nchini Tanzania. Moja, kwa umma, watu wengi wameonyesha hofu kuhusu usalama wao binafsi na hali ya uhuru wa kujieleza. Mitandao ya kijamii imefurika mijadala, baadhi wakidai serikali inapaswa kutoa majibu ya haraka, wengine wakihimiza umoja wa kitaifa na amani. Upande wa pili ni kwa serikali. Tukio hili limeweka serikali katika presha ya kimataifa. Mashirika ya habari kama BBC, Al Jazeera na The Citizen yameripoti habari hii, yakionyesha shaka kuhusu usalama wa wanasiasa wa zamani wanaokosoa wa serikali. Na cha tatu ni kwa siasa za ndani, kisa hiki kimekuwa kioo cha kutazamwa na vyama vya upinzani. Wengine wametumia fursa hii kuhoji mwenendo wa haki, uwazi na usalama wa raia wote. Katika miaka ya mwanzo ya utumishi wake, Polepole alihudumu kama kamishna wa wilaya katika maeneo mbalimbali nchini, ikiwa ni pamoja na Musoma na Ubungo. Uhodari wake ulimpa nafasi ya kuaminiwa zaidi na viongozi wakuu wa chama tawala CCM. Hivyo, kuteuliwa kuwa katibu itikadi na uenezi wa chama hicho mwaka 2016, nafasi na ambayo ilimfanya ajulikane zaidi kitaifa. Katika kipindi hicho Polepole alihusishwa na kampeni za kusimamia sera za serikali, kueleza misimamo ya chama tawala na kujenga hoja zenye uzito mkubwa kisiasa. Mnamo mwaka 2020 aliteuliwa kuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwaka 2022 alihamishiwa katika utumishi wa kidiplomasia kama balozi wa Tanzania nchini Malawi. Baada ya hapo mwaka 2023 alipangiwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, nafasi aliyoshikilia hadi Julai ya mwaka 2025 alipojiuzuru kwa hiari. Baada ya kuondoka serikalini, alianza kuzungumza waziwazi kuhusu masuala ya kiuchumi, uadilifu na uongozi na hali ya kisiasa nchini. Mara kadhaa alitumia maneno yenye makali kama serikali inatawaliwa na hofu na maslahi binafsi, na viongozi wanapaswa kuheshimu uadilifu kuliko madaraka. Kauli hizi zilichochea mijadala mikubwa nchini, huku wengine wakimtaja kama mzalendo mwenye ujasiri na wengine wakimwona kama mkosoaji aliyeasi mfumo na usiku wa kuamkia Oktoba 6 ya mwaka 2025 iliripotiwa kuwa watu wasiojulikana waliingia katika nyumba anayodaiwa kuishi Humphrey Polepole pole jijini Dar es Salaam, huku mashuhuda wakieleza kuwa kulisikika milio midogo ya magari na sauti za wanaume waliovaa mavazi yasionyesha wazi utambulisho wao. Asubuhi yake, video zilianza kusambaa mitandaoni zikionyesha nyumba hiyo ikiwa na milango iliyovunjwa, sakafu yenye alama za damu na vitu vilivyotapakaa. Katika video nyingine mtu anayedaiwa kuwa kaka yake Agustino Polepole pole Alizungumza hadharani akisema, ya ndugu yangu Humphrey alitekwa usiku wa kuamkia leo, hatujui alipo. Tuligundua milango imevunjwa, vitu vimeporomoka na alama za kuonyesha kulikuwa na mapambano. Huu ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, tunaiomba serikali itoe taarifa ya wazi juu ya usalama wake. Agustino aliongeza kuwa familia ilikuwa imekuwa ikipokea vitisho kwa muda na kwamba Humphrey alikuwa amewahi kusema anafuatiliwa na watu wanaotumia vifaa vya kijasusi. Wakati hayo yakiendelea, jeshi la polisi lilitoa taarifa kwamba linachunguza tukio hilo, likisema, tunapokea taarifa zinazodai kuwa bwana Humphrey polepole ametoweka, uchunguzi unaendelea. Tunaomba wananchi wawe watulivu, serikali inafuatilia swala hili kwa ukaribu. Lakini licha ya kauli hiyo, umma ulionekana kutoridhishwa, kwani hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu mahali alipo, ya hali yake ya kiafya, au hatua za haraka za kumtafuta. Sasa hebu tuangalie jicho la kisheria na haki za binadamu. Kikatiba, Tanzania inalinda haki za raia wake kupitia ibara ya 15 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, inayosema kila mtu ana haki ya kuheshimiwa utu wake na kulindwa na mamlaka za dola. Utekaji wa mtu ni kosa la jinai chini ya Sheria ya Kanuni ya Adhabu, yani penal code, kifungu cha 249 kinachotamka kuwa yeyote anayemkamata mtu kinyume cha sheria anakabiliwa na kifungo kisichopungua miaka kumi. Kwa mujibu wa wakili Kibatala, utekaji wa polepole ni ukiukaji wa wazi wa katiba, sheria na maadili ya kiutu na hivyo unahitaji uchunguzi wa wazi na hatua wa za haraka. Na kwenye mitazamo ya kimataifa, tukio hili halijabaki ndani ya mipaka ya Tanzania pekee. Mashirika ya haki za binadamu yameanza kufuatilia kwa karibu. Amnesty International ilitoa tamko fupi ikisema, tunafuatilia kwa makini taarifa za kutekwa kwa Humphrey Polepole. Serikali ya Tanzania inapaswa kutoa taarifa ya kina na kuhakikisha usalama wa raia wake. hal kadhalika, baadhi ya mabalozi wa mataifa ya Ulaya walioko nchini Tanzania wameripotiwa kuomba maelezo rasmi kupitia Wizara ya Mambo ya Nje, jambo linaloonyesha kuwa tukio hili limevuka mipaka ya kitaifa. Na kwa kumalizia, tukio la kudaiwa kutekwa kwa Humphrey Polepole ni kengele kubwa kwa taifa. Mpaka hivi sasa macho na masikio ya wananchi yameelekezwa kwa vyombo vya usalama juu ya mustakabali wa Humphrey Polepole pole. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye hili lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kiganjani mwako.